Ujambo na uhaligani, mtazamaji wa Nukta TV, karibu kwenye Mseto Plus ya leo Januari 7, 2026, dakika chache za kukuangazia matukio yaliyojiri ndani na nje ya Tanzania. Utakuwa nami Kelvin Makwinya, mtayarishaji Gustav Goodluck. Mwaka 2026 umeanza kwa maumivu kwa watumiaji wa vyombo vya moto nchini Tanzania baada ya bei ya petroli kuongezeka huku bei ya dizeli ikishuka kiduchu. Taarifa iliyotolewa leo Januari 7, 2025 na, na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Tanzania ya URA inabainisha kuwa bei ya reja reja ya petroli iliyoingizwa kupitia bandari ya Dar es Salaam imeongezeka kwa shilingi 29 huku bei ya dizeli ikishuka kwa shilingi 53. Kwa bei hiyo watumiaji wa vyombo vya moto watanunua petroli kwa shilingi 2778 na dizeli kwa shilingi 2726 kwa lita. Raia wawili wa China wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kujibu tuhuma za kukamatwa na fedha zilizohifadhiwa kwenye viroba, tukio linalodaiwa kukiuka sheria za fedha nchini. Kesi hiyo inayotokana na tukio la kukamatwa kwa raia wao wa kigeni katika eneo la Ostabei jijini Dar es Salaam baada ya kudaiwa kukamatwa na shilingi bilioni sita taslim ndani ya nyumba waliokuwa wanaishi Raia hao walikamatwa na viongozi wa serikali za mtaa Oster Bay, baada ya kubaini fedha za kitanzania na fedha za kigeni zilizokuwa zimefichwa ndani ya nyumba ya makazi iliyopo mtaa wa Mazengo, ambapo bado uchunguzi wa tukio hilo unaendelea. Na jana mmeona kuna mwenyekiti wa serikali ya mtaa pale Oster Bay, kwa kushirikiana na wenzake walikamata baadhi ya wachina ambao walikuwa na transactions nyingi zikiwa hazieleweki zinafanya kazi gani mtu mmoja akaniuliza, sasa je, kama ni hela halali? <laughs> Nikasema, tatizo lenu, nchi hii ni nzuri na imejenga sheria nzuri sana, lakini amsomi hivi kwenye sheria za fedha, kukaa na zaidi ya milioni kumi kesho inakubalika sasa eh? Mnajua hii. Na katika nyanja za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Venezuela imekubali kutoa kati ya mapipa milioni 30 hadi 50 ya, ya mafuta kwa nchi hiyo, hatua alioeleza kuwa inalenga kunufaisha wananchi wa nchi hizo mbili. Trump amesema kuwa mafuta hayo yatauzwa kwa bei ya soko la kimataifa na mapato yatakayopatikana katika biashara hiyo yatasimamiwa na serikali ya Marekani. Aidha, kupitia ujumbe aliotoa kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema mpango huo ni sehemu ya hatua za haraka Kufuatia mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini Venezuela baada ya kuondolewa madarakani kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro. Na kufikia hapo, mtazamaji wa Nukta TV, tumefikia tamati ya Mseto Plus ya leo. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya, mtayarishaji Gustav Goodluck. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.